Habari ya leo na asante kwa kuichagua TBC kwa kituo chako cha habari. Karibu katika taarifa yetu ya habari tunayokutangazia moja kwa moja kutoka jijini Dar es Salaam. Wasomaji wako usiku huu ni mimi Raheli Muhando na mwenzangu ni Gabriel Zakaria. Mtazamaji, tuanze taarifa yetu ya habari kutoka hapa jijini Dar es Salaam, ambapo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda ameshauri ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa, TAMISEMI kuchukua hatua kwa wahusika katika mkataba wa ujenzi wa makabidhiano ya jengo la Machinga Complex jijini Dar es Salaam, kwa kile kinachoelezwa kuwa mkataba huo umegubikwa na udanganyifu. Mkuu huyo wa mkoa wa Dar es Salaam ameyasema hayo jijini Dar es Salaam katika mkutano na waandishi wa habari, na kuongeza kuwa mikataba hiyo iliyofanyika kati ya mfuko wa hifadhi ya jamii NSSF na halmashauri ya jiji la Dar es Salaam imesababisha deni la shilingi bilioni 38 kwa jiji la Dar es Salaam mpaka sasa. Mwandishi wetu Somo Mavura ana taarifa zaidi. Tumia ujumbe wako kuhusu yale ambayo utatazama na kusikia katika taarifa hii ya habari, tembelea katika eh, peji yetu katika ukurasa wetu wa Facebook wa TBC Habari eh, ili kuweza kushiriki katika matangazo haya. Jengo kwa ajili ya wafanyabiashara wadogo jijini Dar es Salaam, Machinga Complex, lililo chini ya mkataba kati ya mfuko wa hifadhi ya jamii NSSF na halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Utekelezaji wa mradi wa Machinga Complex umekuwa ukiibua hoja na hisia tofauti miongoni mwa wadau wa maendeleo wakiwemo wabunge, hoja ambazo zilisababisha kubadilishwa kwa usimamizi wa uendeshaji wa jengo hilo kutoka jiji kwenda ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Utata katika uendeshaji huo ukamsababisha mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Paul Makonda kutathmini mradi huo ili kujiridhisha na baadhi ya mambo yanayohusu jengo hilo ukiwemo mkataba wa ujenzi, uendeshaji na ulipaji wa deni yaliyobainika. Ukiangalia tu kwenye kifungu cha mkataba, mathalani kifungu cha mkataba mbili moja, mbili mbili, kumi moja na kumi na moja moja, vyote vinaelezea habari ya mkopeshwaji, maana yake jiji kupewa kiwango cha pesa cha bilioni kumi kwa ajili ya ujenzi wa ghorofa upande mmoja, ghorofa tano upande mwingine, ghorofa sita, maana maana yake ni floo sita na floo saba. Lakini kwa namna ya kipekee alitakiwa mkopeshwaji, yani jiji, wapewe pesa ili wao waingie mkataba na mjenzi ili wapate lile jengo ambalo lilikusudiwa. Matokeo yake mkopeshwaji hakupewa pesa. Amesema ujenzi wa jengo hilo haukufuata maelekezo yaliyomo katika mkataba wa ujenzi ukawa na jengo jengo la liliyoko kwenye feasibility study mliokubaliana kwa ajili ya mradi linahusu vyumba elfu kumi alafu ukaenda kujenga, ukajenga vyumba elfu nne na mia mbili. Mkuu huyo wa mkoa amependekeza hatua zichukuliwe dhidi ya wataalamu kutoka NSSF na halmashauri ya jiji kutokana na kasoro mbalimbali zilizojitokeza ili kunusuru fedha zitokanazo na michango ya Watanzania tumemwomba waziri achukue hatua stahiki za kinidhamu na vyombo vya Takukulu vihusike zaidi kubaini ni kiasi gani walikula rushwa iliyopasababisha upotevu wa mabilioni ya fedha ambayo bado mnyonge la masikini awezi kunufaika nayo. Makonda amesema hadi sasa jiji la Dar es Salaam linadaiwa za shilingi bilioni thelathini na nane deni ambalo kwa uwezo wa Machinga Complex litalipo baada ya miaka isiyopungua ishirini na nne. So, mu mavura TBC Dar es Salaam.